Jambo kubwa ni msaada wa kisheria kwa haki, usawa, amani na maendeleo. Hii ndio kauli mbiu kubwa ya kampeni hii ambayo itaanza kama nilivyosema, tutaizindua tarehe 16, lakini itakwenda kwa siku karibu tisa. Baadaye Wizara ya Katiba na Sheria kwa ushirikiano a ofisi ya mkuu wa mkoa, kama nilivyosema, inapenda sasa kuwa taarifu wananchi wote wa mkoa wa Dar es Salaam kuhusu uzinduzi rasmi wa kampeni hii ya msaada wa kisheria ya Mama Samia. Uzinduzi huu utafanyika siku ya Jumatatu tarehe 16 Juni 2025 saa mbili na asubuhi, wananchi wao wamefika kwenye eneo hilo katika viwanja vya Maturubai Mbagala wilaya ya Temeke, kama nilivyosema kwamba saa mbili mgeni rasmi anatarajiwa kuwa ni Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kasim Majaliwa Majaliwa, mbunge na wananchi wote. Kwa maana ya saa mbili, Mheshimiwa Waziri Mkuu atakuwa tayari kwenye maeneo hayo. Lengo kuu la kampeni hii ni kuimarisha upatikanaji wa haki kwa wananchi wote, lakini kama mnavyofahamu, kwa nini jambo hili liko chini ya Wizara ya Katiba na Sheria? Nchi yetu inaongozwa kwa misingi ya katiba nchi yetu inaongozwa kwa misingi ya sheria, na kama mnavyofahamu kwamba kila jambo unapotaka kulifanyia utatuzi moja, linapaswa kuwe na weledi wa kitaaluma namna ya kuweza kudili na tatizo lililopo, na kwa mantiki hiyo, jopo la wataalamu wa sheria kwa kusaidiana wataalamu wengine watakuwepo Mbagala katika viwanja vya Maturubai ili kuweza kuwasaidia watanzania na hasa wana Dar es Salaam kuweza kupata masuluhu ya migogoro ama kupokwa haki mahali ambapo hapana usawa ili kuweza kurejesha amani na mwisho kupata maendeleo ndugu waandishi wa habari kama nilivyokushasema hapo awali kwamba lengo kuu la kampeni hii ni kuimarisha upatikanaji wa haki kwa wananchi wote nchini ikiwemo makundi maalum kama vile wanawake watoto na waathirika wa ukatili wa kijinsia. Mnafahamu kwamba katika nchi yetu ya Tanzania moja ya mikoa pia ambayo takwimu zinaonyesha kuna ukatili wa kijinsia ni pamoja na Dar es Salaam. Kwa hiyo kampeni hii muhimu chini ya Wizara ya Katiba na Sheria, ambayo inagharamiwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni kwamba watu waweze kufika ili waweze kupatiwa kila kile ambacho kimekusudiwa kampeni hii baada ya kuzinduliwa kwa tarehe 16 itatekelezwa kwa siku tisa mfululizo kuanzia tarehe 17 sasa hadi tarehe 25 ya mwezi Juni. Sasa ni vizuri ukafika siku hiyo, ili kama una jambo upate ufanuzi kuhusu vipengele mbalimbali vya kikatiba. Ni haki yako kuijua katiba. Lakini leo limefikia hatua tunazungumza, tuna zungumza tu bila hata katiba yenyewe kuijua hata nikikuuliza katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ina peji ngapi? Kwa haraka haraka tu utaanza, oh, sijui ina peji ngapi. Ujui hata hiyo katiba. Unataka mabadiliko gani katika katiba? Sijui, mimi nimeambiwa tu. Fika tarehe kumi na sita ili uweze kufahamu kama unahitaji mabadiliko ya aina yoyote kutoka kwenye nini. Unahitaji mabadiliko ya chumba hiki unachokaa Je, chumba chako kikoje? Unataka upanuaje au kifanye kidogo? Fika siku hiyo, ili mzizi wa fitna kuhusu taaluma ya kikatiba iweze kukatishwa, uweze kuelewa na tuweze kwenda vizuri katika hizi nyakati ambazo tunakwenda nazo. Maneno matupu, kama mnavyofahamu, huwa hayawezi kusaidia kuwa ni evidence ya kutosha tunapotatua migogoro ya namna hii. Njoo na nyaraka unazodhani wewe ni mmiliki wa ardhi, wewe ni mwanandoa wewe, huyu ni mwanao? Huyu kweli umemzaa, umemzalia Mwananyamala, anahitaji cheti cha kuzaliwa au vinginevyo. Je, una ushahidi wa kinyaraka ambao utasaidia kufungua ukurasa mzuri kwa namna kukusaidia kuweza kutatua migogoro ulioileta mbele ya wataalamu. Kampeni hii imeanza kutekelezwa mwaka 2023 na imetekelezwa kwa upande wa Tanzania bara lakini pia uta, uh, Tanzania Zanzibar. Kwa upande wa Tanzania Zanzibar tumetekeleza mikoa mitano na upande wa Tanzania bara tumetekeleza mikoa 25 na mkoa wa Dar es Salaam unakuwa ni mkoa wa, wa, wa 26 tukikamilisha mikoa 31 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na katika mikoa hii uh, tumefikia zaidi ya wananchi milioni mbili wale ambao tumewahudumia mmoja mmoja lakini pia tumeweza kufikia wananchi mbalimbali kupitia mitandao ya kijamii na vyombo vya habari. Tumeweza kufikia zaidi ya wananchi milioni arobaini kupitia vyombo vya habari ambao wameweza kuyafuatilia matangazo yetu ya moja kwa moja, lakini elimu ambayo tulikuwa tunaitoa kupitia vyombo vya habari. Aba uh, lakini pia, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, tumetatua migogoro zaidi ya elfu tano kati ya migogoro zaidi ya elfu ishirini ambayo iliweza kusajiliwa. Hiyo migogoro zaidi ya elfu tano ni ile ambayo ilitatuliwa papo kwa hapo kama ambavyo umewaelekeza wananchi uh, uh, wa Dar es Salaam wa wale wanaoweza kuja na nyaraka zao, lakini tukaweza kupata upande wa pili, migogoro inaweza kutatuliwa papo kwa hapo tukiwa uwandani. Labda lingine mheshimiwa mkuu wa mkoa, nifafanue pia kwamba timu za utekelezaji kama ulivyosema zitakwenda kwenye ngazi za kata. Kwa kila halmashauri, tutakuwa na timu moja yenye wataalamu zaidi ya kumi na tano ambao watapita katika kata kumi na kila kata moja watapita katika mitaa mitatu kwa ajili ya kuweza kuhudumia wananchi.